Matumizi sasa ya njia za uzazi wa mpango ukilinganisha wanawake ambao wameolewa na wanawake ambao hawajaolewa. Wanawake ambao hawajaolewa ambao wako sexual active, ukiangalia kwenye ile display yetu pale, unakuta asilimia kubwa wanatumia njia za uzazi wa mpango zozote zile, either ni ya kisasa au ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya asili. Ukiangalia kwa any type of family planning method taken by uh, women 45 %of sexual active and marriage women wanatumia njia za uzazi wa mpango and the most preferable family planning methods method is uh, implant kwa wote sexual active women na wale current marriage women kwa asilimia kumi na nne na kumi na tano and the least type of family planning method is IUD is below 1% kwa hiyo tunaona jinsi gani njia ya uzazi wa mpango ya kitanzi iko chini sana katika matumizi yake, na, na njia uzazi wa kipandikizi iko juu sana kwa matumizi yake ikifuatiwa na njia ya sindano.